Tanzania na Rwanda zimekubaliana kushirikiana katika kutatua mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini Burundi, pamoja na kumaliza tofauti za kisiasa kati ya Rais Paul Kagame wa Rwanda na Pierre Nkurunziza wa Burundi. Haya amesemwa na waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kikanda na kimataifa, Dr. Augustin Mahiga baada ya kuwasili nchini akitokea Rwanda kuhudhuria mazungumzo ya kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na serikali ya Rais Kagame. Mwandishi wetu Mbozi Katala alikuwepo katika uwanja wa ndege wakati Waziri Mahiga anawasili na hii hapa ni taarifa yake. Ziara ya Waziri wa Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Kikanda na Kimataifa Dr. Agustin Mahiga nchini Rwanda inafuatia ombi la Rais Paul Kagame kutaka kukutana na viongozi wa Tanzania baada ya serikali ya Rwanda kuhusishwa na kuwasaidia waasi wanaompinga Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi katika kipindi ambacho nchi hiyo iko katika machafuko. Kama vile hili swala la Burundi lilivyojitokeza, na hili lilichukua nafasi kubwa sana katika ziara yangu ya pale Kigali, kwa sababu wiki iliyopita kulikuwa na maandamano makubwa sana ya taifa zima kule Burundi na hasa pale Bujumbura, na kauli zilizokuwa zinatolewa kwenye maandamano yale ilikuwa ni ya uhasama na kidogo sio ya kawaida, kwa uhusiano wa nchi ambazo ni jirani na sisi. Kama wenyekiti na kama majirani wa nchi hizi mbili, ilikuwa kidogo inatupa wasiwasi kwamba hali ile sio tu kwa, kwa maana kwamba inaweza kuathiri mashirikiano yetu ya Afrika Mashariki lakini E, yanaashiria pia hali ambayo sio ya kawaida kwa nchi mbili ambazo zinapakana zina. Aidha Waziri Mahiga amesema serikali ya Rwanda imeiomba jumuiya ya kimataifa kuchukua wakimbizi wa Burundi walioko nchini humo hususan wenye mlengo wa kisiasa ili kusaidia katika kupunguza uhasama kati ya mataifa hayo mawili kwa mujibu wa waziri Mahiga, tayari nchi kumi na mbili za maziwa makuu zimeiomba Tanzania kusimamia suluhu ya amani ya Burundi, ambapo pia nchi ya wanachama wa jumuiya ya Afrika mashariki wamekubali kukutana kujadili suala hilo. Siku kadhaa zilizopita zaidi ya watu elfu nne katika mji wa Bujumbura walifanya maandamano wakimtuhumu rais Kagame kusaidia waasi wanaopinga hatua ya rais Nkurunziza kuongoza Burundi kwa muhula wa tatu. Mbozi Kata, la TBC, Dar es Salaam.